Nitapokea kikombe cha wokovu, nitalitangaza jina lake, na nitaondoa nadhiri nilizoweka nam mbele ya watu wengi. Kitu cha kwanza ambayo nitasema, tutamrudishia nini Mungu kwa ukarimu aliotutendea? Mungu ametupa neema ya kawaida na neema spesheli. Neema ya kawaida ametupa jua, ametupa mvua na sisi kama wakulima tunajua ya kwamba yeye ametupa neema ya kawaida, ametupa mvua, tunaomba kwa ajili ya kuvuna, atupe jua yes. ili tuvune kwa wakati yes. neema nyingine ambayo ametupa ni neema spesheli, ametupa uokovu na matumaini yes. kwa hivyo tutamrudishia nini? Anasema iko vitu vitatu, tumrudishie kitu cha ja kwanza Tupokee kikombe cha uokovu. Kikombe cha uokovu kina neema na rehema. Sisi kuokolewa ni kwa neema hmm. Kwenda mbinguni ni kwa neema hmm. Kufanya kazi ya ukulima ni kwa neema hmm. Pia ni kwa rehema hmm. Kitu cha pili, tutatangaza jina la Bwana kwa maneno na matendo. Hata mwaka huu tumeshuhudia Mungu kweli amebariki mazao na jambo hmm.